Kumevaza taharuki kwa kile alichokiandika huyu dada, sijui nimemkosea jambo gani, akaandika mimi nimekuwa chizi, nimekuwa mgazimu, nimefungwa kamba za miguu na vigono, nakaandika ziu i ea majununi. Ndugu zangu washunguna mchana huu wau, najua nimewaka wahai amenikosea mimi amewaletea taharuki familia so, yangu bila ya sababu amevaza taharuki minye, minye kwa kile alichokiandika huyu dada sijui nimemkosia jambo gani kaandika, nimekuwa chizi, nimekuwa mugazimu, nimefungwa kamba za miguu na kirono akaandika hizi kuli ikaj ndugu zangu, alishunguu na mchana huu wa najua nimewapa. Aa, amenikosea mimi, amewaletea taharuki salilia so yangu bila ya sababu, amepaza taharuki kwa kile alichokiandika huyu dada, sijui nimemkosea jambo gani

Amenikosea mimi ameletea so ya taharuki familia yangu bila sababu, umevaza taharuki kwa kile alichokiandika huyu dada, sijui nimemkosea jambo. jamboa kaandika mimi nimekuwa chizi, nimekuwa mgazimu, nimefungwa kamba za migulu na mikono, nakaandika na izifu i imekuwa majilunu ma ma ma ma